Nyumba hili ni rasmi sana. Kwa hiyo kwa urasmi ule lazima na sisi wabunge tuwe rasmi, ndio maana tunaitwa waheshimiwa wa Bunge. Kwa hiyo na sisi lazima tuwe rasmi. ni katika kata Buliaga, tarafa ya Tukuyu, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, tarehe za mwishoni mwa mwezi Novemba 1976 yaani tarehe 23, siku wa ya Jumanne, alizaliwa mtoto wa kike aliyepewa jina la Tulia kwenye kijiji hicho kidogo kilichozungukwa na milima na ukungu wa asubuhi hakikuzani kuwa siku moja kingeitwa kwa fahari kama nyumbani kwa mmoja wa viongozi wakubwa barani Afrika. Tulia Ackson alianza masomo yake katika shule ya msingi Mabonde iliyopo tarafa ya Tukuyu kuanzia mwaka 1984 hadi mwaka 1990 ambapo alipata cheti cha elimu ya msingi na baadaye alijiunga na shule ya sekondari ya wasichana Aloleza iliyopo mkoa wa Mbeya akipata cheti cha elimu ya sekondari mwaka 1994 ambapo alihitimu cheti cha elimu ya sekondari ya juu, yani advanced certificate katika shule ya sekondari ya wasichana Zanaki. Mwaka 1998 alijiunga na chuo kikuu cha Dar es Salaam akisoma sheria akihitimu shahada ya kwanza mwaka 2001 na, na alihitimu shahada ya uzamili mwaka 2003 na, na mwaka 2004 alifanya mtihani wa mazoezi ya sheria na kupata cheti cha mazoezi ya kisheria Tanzania. Mwaka 2005 alijiunga na chuo kikuu cha Cape Town kwa ajili ya masomo ya shahada ya udaktari yani PhD na kuhitimu mwaka 2007 baada ya masomo ndipo ambapo alirejea chuo kikuu cha Dar es Salaam kama mhadhiri akifundisha sheria za ajira, haki za kijamii na utawala bora, ambapo walimu huu ulimjenga msingi wa hoja, nizamu na uzoefu wa kuelewa changamoto za kisheria kwa kina. Mwaka 2015, rais wa wakati huo Dr. John Joseph Pombe Magufuli alimteua kuwa mbunge wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo ndani ya muda mfupi Tulia alionyesha umahiri katika kusimamia kanuni na nidhamu ya bunge. Mwaka huo huo aliteuliwa kuwa naibu spika, akijulikana kwa uamuzi wake thabiti na uelewa wa taratibu za kisheria, ambapo wakati akiwa naibu spika alianzisha mpango wa bunge kwa jamii, ambapo ulilenga kuwasaidia wanawake na vijana kuelewa namna ya kushiriki katika mchakato wa kutunga sheria, ambapo pia alisisitiza elimu ya uraia kupitia mikutano na taasisi za kielimu. Ni huyu huyu Tulia ambaye mnamo tarehe moja Februari mwaka 2022 alichaguliwa kuwa spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa mwanamke wa pili kushika nafasi hiyo katika historia ya nchi, akitanguliwa na Ana Makinda. Katika uongozi wake, alifanya maboresho ya utendaji ndani ya bunge kwa kuanzisha mfumo wa bunge mtandao ambao ulirahisisha upatikanaji wa taarifa za mijadala kwa wananchi. Huku pia ukisisitiza ushiriki wa wabunge wanawake na vijana katika kamati muhimu. Alisimamia mijadala mikubwa kama ya bajeti, mabadiliko ya sheria, na hoja za uwajibikaji kwa utulivu na weledi. Alipenda sana kusema, uongozi bora ni ule unaojua kusikiliza zaidi ya kusema. Kauli hiyo ambayo ilitafsiriwa kama dira yake ya maamuzi yenye utulivu na busara, kama ilivyo jina lake Tulia Aksoni. Ni kama vile Mungu aliamua kuweka uongozi kwa mwanamke huyu mwenye weledi wa aina yake. Mnamo Oktoba 27 mwaka 2023, Tulia Aksoni alichaguliwa kuwa rais wa interparliamentary Union, yaani umoja wa bunge za kimataifa IPU linalounganisha mabunge zaidi ya 170 duniani, ambapo alichaguliwa kupitia mkutano uliofanyika Luanda kule nchini Angola. Na alishinda kwa uwiano mkubwa dhidi ya wagombea wengine. This has given me the urge.